Katika mahakama ya Wilaya Chunya imemhukumu mtuhumiwa mmoja anaitwa Rutenga Wilson Majora miaka 32, huyu ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi kilichopo kata ya Matundasi wilaya ya Chunya, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto mdogo wa miaka 14 ambaye ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi, baada ya kuishi kinyumba na mhanga huyo. Ni kwamba Mei 14, eh, mwaka jana afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Chunya alipokea taarifa ambayo ilipelekea jeshi la polisi kufanya ufuatiliaji kufuatilia e, jinsi ambavyo mtume huyu aliweza kumchukua huyo binti ambaye ni mwanga wa miaka 14, na kwenda kuishi naye kinyumba. Kwa hiyo mnamo Mei 15 mwaka 2024 mtumiwa Rutenga Wilson Majora alikamatwa akiwa na mtoto huyo na kisha kufikishwa katika kituo cha polisi cha Chunya, na baada ya upelelezi kufanyika, mtumiwa aliweza kufikishwa mahakamani na kisha ushahidi kutolewa na baadaye eh, mahakama kama nilivyosema ilifikia hatua sasa ya kufikia maamuzi yake. Kwa hiyo mnamo tarehe 20 mwezi wa tano mwaka 2024, kesi hii ilianza kusikilizwa, na ilikuwa mbele ya hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya Chunya, James Mhanusi, na mwendesha mashtaka wa serikali William, we, wa serikali Mwajabu Tengeneza ambapo Ilifikia hitimisho tarehe mbili mwezi wa, wa wa pili mwaka huu mtumiwa alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 30. Lakini kwa upande wa wilaya ya Mbarali mtumiwa anayeitwa Kulwa Memba miaka 30. Huyu ni mkazi wa kijiji kifungo, cha Rukali huyu alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la kumbaka Muhanga binti mwenye umri wa miaka 17 na hii ni baada ya kuwa amemtorosha na kwenda kuishi naye inyumba. Mtumio ambaye amekamatwa na kufikishwa mahakamani, huyu alikamatwa akiwa anaishi na huyu binti ambaye ni mhanga, akiwa ni mlemavu wa ngozi, yani albino, na kwenda kuishi naye jijini Dar es Salaam. Lakini kwa kutokana na ufuatiliaji wa matukio haya na umahiri wa askari waliweza kumpata huko Dar es Salaam na kumkamata na hatimaye kumleta katika himaya uh, hii ya wilaya ya Mbarali na kumfikisha mahakamani kwa hukumu hiyo. Hukumu hiyo ilitolewa tarehe 15 Mei mwaka huu mbele ya hakimu wa mahakama ya wilaya ya Mbarali Mheshimiwa Aliko Mwandumbia na mwendesha mashtaka wa polisi mkaguzi msaidizi Giveni Kombe. takiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe za mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nne mwaka 2024, na, na baada ya kumtorosha binti huyo walienda kuishi naye kama nilivyosema kule Buguruni, wilaya ya Ilala, mkoani Dar es Salaam. Vilevile mtu mahakama ya wilaya ya Mbarali imemhukumu Amiri Kaduma miaka 20 mkazi wa kijiji, mkazi wa kijiji na kata ya Badibira wilaya ya Mbarali kwenda jela kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kujaribu kubaka alilofanya huko katika kijiji cha ya na alifanya hivyo baada kuingia chumbani muhanga, alikati ya uh, kuingia umri wa nmuana likua msaada. Kwa hiyo hukumu pia imetolewa tarehe tarehe 30 mwezi wa Aprili mwaka 2025 mbele ya hakimu wa wilaya ya Mbalali Mheshimiwa Emil Mwambapa na mwendesha mashtaka wa serikali Hana Rose Kasambala na mshtakiwa alitenda kosa hilo Januari 24 mwaka 2024 majira ya usiku, kufuatia e, upelezi uliofanywa. Ndipo baada ya taarifa kupokelewa katika kituo cha polisi, mtumiwa aliweza kufanikiwa kukamatwa, kwa sababu baada ya kutenda kosa hilo alikimbia, lakini upelezi ulipokamilika, alifikishwa mahakamani na kupatikana na hatia hii ambayo imesema ya kufungwa kifungo cha miaka 30 jela, yeah.